Mwili wa mwanamume mmoja mwenye umri wa makamo umepatikana no umetupwa chini ya lori katika kijiji cha Okumu viungani mwa mji wa Kakamega, wakazi sasa wakijitokeza kulalamikia ongezeko la visa vya utovu wa usalama katika maeneo hayo, kama anavyotuarifu sasa Brenda Wawire. Inadaiwa marehemu ambaye ni dereva wa lori hilo alichinjwa kinyama na watu wasiojulikana na kisha maiti yake kutupwa chini ya lori hilo usiku wa kuamkia Jumanne hii. Hii sehemu imekuwa mbaya sana, watu wananyang'anywa mapikipiki, na ni vichana wetu wenye tumesaa wenye wanafanya hivi vitu. Kwa hivyo serikali yetu tukufu ya Kenya na waziri wa usalama, unatutanganya wewe, unapata mshara lakini usalama, sisi kama raia hatuna hata kidogo. Watu wengi wanapigwa, wanakatwa, wanauawa kwa hii njia, kutoka Saint Anne kufika hapa mbele, matendo ya mauaji na ukawizi ime, imekuwa mingi sana. So serikali mutusaidie, hata askari wenye wako hapa Lubao wasikae muda mrefu, ak wanabadilishwa, wabadilishwa kwa sababu wakishazoeana na raia, unapata wamezoeana sana mpaka hakuna kitu anatusaidia so mtusaidie, mtulete askari wazuri. Kulingana na wakazi waliozungumza na kituo hiki ba. so, ta, ta, lori hilo liliegeshwa katika kituo hicho cha kibiashara takriban siku tatu zilizopita baada ya kupata itilafu. Huyu kijana tumekuwa naye, hata mimi amekula chips kwangu, amekula kwa hoteli ngambo, amekunywa pombe kwa ba bati, sasa kuamka asubuhi ndio yeye amekufa, na si ni watu ambali ni vijana tu wetu wa around. So what I can just request mtuletee, ta tafadhali, ta kubwa, hilo lori tuliona hapa tangu Friday ilikuwa imeharibika Walikuwa wametoa hamu injini wameweka jini. Sasa mimi huyu mutu simujui, kwa sababu yeye alikuwa anangoja hii lori kitu. Naomba serikali hapo ka kumuni mbaya kwanziye tu lubao ufike Shimala, hapa si mahali pazuri. Hata juzi walikimbisaku mutu mpaka kwa boma yangu wakamuibia simu akiwa tu kwa boma yangu. Hata hivyo, wakazi wamelalamikia ongezeko la visa vya ukosefu wa usalama, hasa katika kijiji cha Okumu viungani mwa mji wa Kakamega. Ningeomba serikali yetu mtuangalie mutu mutuanga, sisi wananchi. Sisi ni wanaume tunatafutia familia. Hatuna ubaya na mtu. Mikora wamekuwa wengi. Tuta, tutakosa kutafuta juu tutauawa. Wanaume utaingia kwa nyumba saa kumi na moja. Wa mama ndio tuna, tunapeleka mama zetu saa kumi na moja kwa nyumba ndio twende tutafutie tutawatafutia. Naomba tu serikali. Sisi ni watenda zambi sisi wote. Lakini siki, tusi, wenzetu tusiuane hivi vyenye ambavyo tunauana. Tuleane. Tukai kama mandugu. Tukai kama madada. Ni uchungu sana. Brenda Wawire, West TV, kutoka Okumu, eneo bunge la Lurambi, kaunti ya Kakamega.